Leo nimepata nafasi ya kukutana na Madam Hoda Nadu ambaye yeye ni representative wa UN Women Tanzania na katika mkutano wetu eh, tumeweza kupata nafasi ya kubadilishana mawazo mengi eh, lakini msingi mkubwa wa mkutano ulikuwa ni kupokea taarifa ya mkutano uliofanyika mwezi wa 12 mwaka 2024 na mwezi wa kwanza mwaka 2025 eh, baina ya UN Women na wanawake ambao wana mahitaji maalum, kwa maana hey, women with disabilities. Na katika mkutano huo, kwanza nawashukuru sana UN Women kwa sababu wameonyesha ku appreciate hatua mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali na hasa katika nia ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu ya kuona kwamba makundi haya ya e watu wenye mahitaji maalum hasa wanawake wanapewa kipaumbele. Lakini nashukuru pia wao UN Women kwa sauti yao, wame wameishukuru Tanzania kwa jinsi ambavyo tumeweza kwanza kuadopti ile convention ya kusaidia watu wenye mahitaji maalum e, lakini pia mabadiliko mbalimbali ya kisheria na hatua mbalimbali zinazofanyika za kisera ambazo kwa kweli wametushukuru wame sana. Sisi kwa upande wetu kama serikali tumewashukuru pia wao kwa kuwa bega kwa bega na, na nchi yetu na hasa wizara yetu katika kuhakikisha kwamba grupu hili hasa la wanawake wenye mahitaji maalum tunaweza kulisaidia na kufikia malengo yake makubwa e. Kupitia discussion yetu tumepata nafasi pia ya kujua ya kujua maeneo mengine ya kimkakati ambayo wanawake wenye mahitaji maalum wangependa wangepena kusaidiwa e, mojawapo ikiwepo ni e, kene elimu sababu wanasema mfano walitolea mfano wa wanafunzi wa shule moja kule Njombe ambayo walifeli wali, wali, wali mtihani karibu almost karibu wote, lakini walipoulizwa shida kubwa ni kwamba walisema kukosekana kwa walimu pia. Kwa hiyo kwa hiyo mkutano wao mwezi wa kumi na mbili haukuishia tu kueleza changamoto zao kijumla, lakini walichambua changamoto katika kila eh, kila sekta eh, kila idara na kurekomendi, na mimi nimepokea E, taarifa hiyo na nimewaahidi tu kwamba UN Women lakini pia na wadau, kwa maana wenyewe wanaohusika katika eneo hilo ambao ni chama ni organization zao nyingi, lakini ambao zinazungumzia mahitaji ya watu ni maalum wanawake e, kwamba tutakwenda kuyafanyia kazi, lakini na pia sisi kwa pande wetu tunapata nafasi ya kuwapitisha wenzetu katika mabadiliko mbalimbali, ikiwemo sera zile ambazo zinatambua mahitaji maalum e, sera zinazotambua teknolojia E, saidizi ambazo zinakwenda kuwasaidia wenye, wenye ulemavu na nimefurahi kwa sababu kwa upande, baada ya kueleza maelezo yetu e, mkurugenzi e, au mwakilishi wa UN Women Tanzania amekubali kwamba atachukua baadhi ya mambo tuliyosema na kwenda kufanya kazi, lakini ametupa assurance ya kwamba e, watakuwa pamoja na Tanzania kama nchi katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Tanzania kama nchi tunahitaji watatusaidia kwa upande wao.